Karibu tena katika chaneli ya kupendwa ya Rajab Sainik, kama mara ya kwanza kutizama video yote kupitia Rajab Sainik. Naomba usisahau subscribe, kulike, kucomment na kushare, ili kwa kwanza kupata kila video mpya ambayo utakuwa na faida katika youtube chaneli yetu, lakini pia itatuwezesha kujenga familia iliyokubwa ya Rajab Sainik. Mada yetu ya leo, tunaenda kujifunza jinsi ya kuweza kutuma file folder picha kwa njia ya sms za kawaida ni kupitia Google SMS ili kuweza kuseti basi, angalia video hii mwanzo mpaka mwisho, ili uweze kuseti kwenye simu yako uitumie normal text kama WhatsApp. Baada ya kushika simu yako, utaenda kwenye faili la, la message, Google message kama hiyo unaiona hapo. Taifungua ishaifungua, nitangoja ifunguke, okay? Namna hiyo unaona. Baada ya kufungua kama hivyo, utabonyeza profile juu iliyoandikwa R. Sasa muonekano unaweza kuwa tofauti, baada ya bonyeza nitaenda chini, hapo palipoandikwa message setting, message setting. Unaona sasa hapo kwenye herufi hapo, ukiona ipo tofauti eh, inatokana na jina lako la kwenye email la kwanza. Ukishafika hapo, utabonyeza RCS, kisha utabonyeza automatic message text and message MMS. Unaona hapo, utabonyeza yes, kisha ukishabonyeza yes Tutarudi kwenye message. Mfano mimi nichukue namba nijaribu kama natuma SMS ili tuone matokeo yake. Je, naweza kutuma hizo picha, video, location na mengine mengi? Sawa, mfano ya hapa sasa namtumia eh, ngoja nibonyeze hapo, tutoke kwenye upande wa picha hapo. Je, nitaweza kumtumia picha? Umeona, hii ni kwa normal message. Normal message. Ona ndio ujue teknolojia vile jinsi imekuwa kubwa, unaweza kufanya vitu vikubwa kupitia simu na kupitia normal message, mradi tu iye in smartphone. So naweza nikachagua baadhi ya picha hapo, mfano picha mbili tatu hapo. Sawa, ona, sasa naichukua hii ya kwanza. Ona, bonyeza hii ya pili hapo. Mona, ngoja nichukue hii ya juu ya tatu. Mona, ngoja nimalizie na hii ngapi ya nne hapo nabonyeza hapo chini palipoandikwa done. Unaona, ukishabonyeza done picha zitakuja kama hivyo. hapo chini kuna option ya ku add caption then utatuma. Unaona, hii ni new message. Unaona, nenda huko kwenye kijumlisha cha pembeni. Je, kina nini hapo? unaweza kutuma picha, kamera, ukarecord ukatuma, gift ukatuma, sticker ukatuma, file ukatuma, location ukatuma na contact pia ukatuma na mfano kwenye file ndio, kama hapo nilibonyeza file, itafunguka kama hivi. Ona kwenye zero recent file, zero recent file za mwisho mikuzitumia. Ikishafunguka na hiyo, tajaribu kuwa kama natuma sasa. Kwa vile mimi ni mfano, siwezi nikatuma, nikatuma. hiyo ilikuwa ya mfano, ni kama modi ya demo. Modi ya demo. Akisha. Sasa, unavyo seti ni kama vile nilivyoelekeza awali Ndivyo jinsi utakavyoweza kuseti kwenye simu yako ili kupata mm, maupdate mengine mengi kupitia Rajabsynic. Bonyeza hapo chini sehemu iliyoandikwa subscribe ili ukapate update nyingi nyingi nyingi kuhusu teknolojia. Jina langu ni Rajabsynic, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare. Nikutakie siku njema, bye-bye.